Basi itabidi basi unipatanishe na huyu wa pili. mm -hmm. So huyu Rosebella unajua tulikutana uh, kwa sherehe. mm -hmm. Eh, mimi ndio nilikuwa napakulia watu. unajua na kuanga mpishi tena ule mpishi hatari pana. Mimi napunda vitu mpaka na Royco rojo, rojo, rojo, rojo, Royco cube naweka kile kitu, aromat, a romantic romantic ways of dying. I don't know. Mimi nachanganyisha kile kitu lakini chakula inakuwa we inakuwa tamu kweli kweli. So wakati mimi nilikuwa napakua, mimi napakuanga one time na kupakulia ukisonga na pakua ukisonga. Sasa wakati Rosebella alikaripia kwa sufuria yangu, mimi ndio nilikuwa na safi nyama. Yes. Mimi kuona Rosebella hivi nikamsmailia. Ye yeah, naye kasmile pack. Kuangalia hivi alikuwa na meno zingine zile kupo, kupwa <laughs> Eh, hata kama angekuja mapema kani ningemchoma mapema, ningempatia kazi ya kufungua sota. Hiyo meno ni open na hiyo. Sasa kiti. Of course, msicheke tafadhali. Please, msicheke. Please, msicheke. Eh. Sasa mimi kumsimalia hivi nikamoni mlimbikisie nyama ya mfupa ile kupo kabisa. E, alirarua, alirarua bwana. Mimi nakwambia ali crash to spawn. Yeah. Usa wa, ushawahi ona movie ya James Bond ama Mr. Bond? Eh, ali crush the bonds. Ah, huyo hata skala na meza. In fact, unajua wakati nilimsavia hivi mahali alikuwa ameenda kukaa, ni kama aliona juu amenismailia, nimeanza kumupenda. So akajua nyama ni mingi na mimi ndo nasafu nyama. So alikuwa analamba akiweka kando, analamba tu akiweka kando, analamba akiweka kando. Mimi naye naongeza. Mimi na inaongeza tu mradi, naongeza urati nilikuwa natiwa hapa, sasa ndio gangster points. Sasa Gidi, mimi ilifika wakati wa kufunga, pilika pilika za kufunga, mimi nikasema ai, siwezi waacha. Waacha pia mimi nijitetee. Mimi nikaenda tukaponga. mm -hmm. Tukaponga na yeye vizuri. Ah, nikajua hapa mimi nimepona. mm -hmm. Na kwanza, unajua wakati tulikuwa tunaponga, alikuwa amesimama kwa mtaro. mm -hmm. Alikuwa anacheza na hii hii vitu inaitwa ndura ndura. Anarusha rusha jikise tomato yu. Sasa Ghost, wacha kucheka please. Ah ah, Ghost please. Please Gidi simu wacha tu nimalize, ndio hii patanisho hii haraka tuone vile nitasaitika. So Gidi, mimi wakati nilienda nikaponga na yeye nikamcharasia sangu, si unachua mimi na yeye mistari niko naye mufti. Mimi Kiswahili sanifu, Kiswahili kitukuzwe baba. Ah mimi ni mtu ni wa wadapin wadas wale, mtoe tuko wote si ni mazitizen. Ama, wose wao na citizen tafakari ya papo. Sasa tafakari ya papo. Sasa wakati mimi nilikuwa naponga na yeye nikamuingisha pox. Kiti Mungu akanisaidia tukaanza kuishi naye tukapata mtoto mmoja. Na kitu yenye alinipendea kiti mimi nilikuwa ni mtu na pikanga luku. Mhm. Mm chini nilikuwa natunga fiatu ya kuchi. Mhm. Mm chini nilikuwa natunga ile ya softcore. Mhm. Mm t-shirt ilikuwa ya fasachi. Weh. Na usitake chuo, nilikuwa nafaa kofia ina kani. Nilikuwa nafaa ile kofia ya sengenge ni ng'ombe. Nakwambia ile, ile ya yellow ile. Ah, alifura yani nilimtumbuiza. Sasa tukasema kwa sababu mimi ni mtu luku, nimeanza kumpikisha luku, pia mtoto tumpikishe luku. Mhm. Akasa test, nimpatie shilingi elfu ngapi elfu mbili aende sokoni atafute viatu vya mtoto. Mhm. Kesho yake kweli akakuja na viatu. Hiyo viatu vya mtoto ilikuwa kali kiti. Imagine viatu yenye inawaka waka, hata mimi nilishtuka. Eh, sasa naiona viatu kama hiyo. Viatu ilikuwa inawaka waka hata hiyo siku, siku tukikula zapa, ilibidi tumezima stima ndio tutumie lights ya viatu ya mtoto, vile inawaka waka. Mtoto alifurahi, kulikuwa sasa. Kesho yake ishite mahali ilitokea coast, mahali shita ilitokea. Mhm. Eh, ni kesho yake, wakati nilikuwa naenda kazi yangu ya uizi kama kawaida. Sasa mimi kurudi nyumbani hivi, napata mtoto analia. Mtoto analia nini? Mm -hmm. Kumuuliza baba unalia nini? Akaniambia viatu yake haiwaki tena. Ah, nikajiuliza hi viatu tumenua tu jana, mbona leo tena haiwaki? Kwani tuliusiwa kitu imbo ama tuliusiwa kitu kani. Si mimi nikasema wacha niulize mama watoto Rosbera. We, Rosbera, kuja hapa. Nini mefanya viatu ya mtoto haiwaki tena? Mm -hmm. Hmm? Yaani mimi kumuuliza hivo najua kitu alinichipu kiti Ati, sasa papa watoto, tufanye aje? Ati viatu tupeleke kwa fundi wa viatu, ama tupeleke kwa fundi wa stima? Kwa hivyo ndo nilikazirika nikamfukuza. Lakini kiatu inashita, wacha tuwa ruti kwa sababu saizi niko single and searching. Hata kama nikuwa na search pesa lakini ni single and searching, rent imenikonka papa. Ni kama niko kwa fridge saizi. Ukisikia tu mkono yangu inakeuka ice cube. Mnisaitie.